Ooa soka mtaani na Mkali TV. Tuna mshabiki mmoja hapa, tutaongelea swala la Simba na Yanga. Shikamoo mzee, salama za kazi? yeah. Ah, tunapenda kuongelea swala la adabi yeah. Adabi tunajua kwamba ni kesho, kesho tu hapa kati ya Simba na Yanga, timu kubwa Tanzania. Ah, kati ya Simba na Yanga ningeomba kuuliza kwanza, washabikia timu gani kwanza? mimi kabisa ni mshabiki wa Coastal Union wamaamanu Tanga mjini Ngamiani kati barabara kumi na moja mm. Kuhusu dabi, mimi naona bado mechi ngumu, ila tu nampa mpanzo usi. Labda ningeomba kuuliza wewe, kama mshabiki wa Coastal Union, kama ukipewa machaguo kati ya Simba na Yanga, sawa so, wewe ucheze naye, utachagua timu gani? Mimi hapa nachagua timu ambayo ni nzuri, ni Simba ambaye imecheza fainali unaona, unaona, kuna mchezaji mchezaji gani pale Simba ambaye labda mkimvuta kwa timu yenu atawasaidia sana, ila Simba washamwai. Aa, kwa upande pale, mimi naona wachezaji wa Simba wote ni wazuri, hakuna mchezaji ambaye ni mbovu, wote wako vifaa vizima vizuri. Sasa kama ulivyosikia, Simba ndio timu waliochagua kati ya Simba na Yanga kwenye dabi. Uh, labda ungependa unge, unge kuwambia nini au kuwajulisha nini wa Tanzania kujiandaa, kuna siri swala la dabi? Mimi tu kwa mimi binafsi ningependelea sana washabiki wetu wenzangu wa Simba tujaze uwanja ili tumwangalie mpanzo vizuri. Uh, kabla ya kumaliza kipindi hiki uh, tungetupa mzee, nakupa muda kidogo uweze kuongelea labda nawe timu yako Coastal Union madhaifu yao ma bo, nani sehemu ambapo inafaa waboreshe. Uh, kwa upande wa Coastal Union wanamaangushi, ningependa tu kwa safari hii pale, kitu kilichokuangusha ni upande wa mabeki na upande wa ushambuliaji kidogo pale mbele, katika magoli pale kuna mchezaji wetu yule pale anaitwa, namsahau jina lake kidogo, aongezewe nguvu pale kuhusu ushambuliaji ha, a, mabadi, mabadi. Ah, sasa mzee tungeomba sasa uambiwa Tanzania wakitaka kukupata wanakupata vipi na jina lako? mimi hapa mtu akitaka kunipata mimi ananipata kupitia kazi yangu hii hapa ya madumu naitwa mzee wa hmm. madumu niko mtaa wa Tandamti mkabala msikiti wa Idirisa na, madi, na Madina ah, shukrani kwa muda wako mzee wangu. Shukrani. Allah akubariki. Pamoja. Aa, ndugu mtazamaji kama ulivyoona, huyu ndio mwisho wa interview yetu. Tukutane uwanjani. Hapa ni soka mta, mtaani na Mkali TV Spapin.